Watu unatembea na mauti ndani yako, lakini hujui kama ndani yako kuna mauti. Unatembea na roho ya kifo, ila hujui kama unayo, na ndio maana hata siku ya kutegwa sumu huwezi kukwepa, kwa sababu mauti itakupa itakupa roho ya urafi ikiwa cha kuandikia kufa kwa sumu. Hujawahi kuwa kwenye miji siku hiyo utakula, hujawahi kuomba maji kwa mtu siku wanayokutega mauti, kikao kinaanzia ulimwengu wa giza. Wanakaa uchawini usiku, wanasema kesho natakiwa na afya, atakuwa anatoka nyumbani kwake, anaenda sehemu fulani, aone kiu sana, karibu ya kuzimia. Mauti iko ndani yako, inakutia kiu mpaka wanasema, ah, huyu anijui, ngoja tu niombe maji. Kumbe mtego huko pale, ndio maji utakunywa utaenda kuangukia majitaroni na kufa pale pale. Ushirani wanaokufa wote, lazima sababu iwepo. Anaweza mtu akapita mahali akaomba tu hata maji ya kunywa mahali, akasema huku ni mbali mno, hata wanaoni winda hawezi kuwa huku. Maadui ni wengi sana, ni cheshi kubwa la uharibifu la Shetani. Na kibaya sana, wewe unaonekana kwao, ila wao hawaonekani kwako. Wao wanakuona kwa sababu wana vioo vyao vya like kishetani. Wana namna ya kukuvuta ukaja, wana namna ya kukuita ukatokea, wana namna ya kupiga ramli wakajua safari yako ni nini. Wakajua kesho ataenda wapi. Wanajua wengine ni rafiki zako, wanakupigia simu full time, wanajua ratiba zako zote, na ndio maana wakati mwingine jilinde kuambia wapi taarifa zako zote, kwa sababu katika hizo ni mojawapo ya njia ya shetani kufanya vita na wewe. Ukimaliza kuongea naye atapeleka habari usini. Kwa habari ya Paulo alikuwepo mpo wake kwenye kundi la maadui wakasema, tunajifunga kwa kiapo. Wanaume arobaini wameka mduara mahali wanajadili, kumbe pembeni kuna ndugu yake na Paulo, mtoto wa dada yake, wakasema hatuli chakula mpaka tumue Paulo. Kumbe wanaweza kuona kufunga kuna malengo mbalimbali. Kumbe kuna watu wanafunga ili baada ya kufunga wauwe watu, kuna watu wanafunga ili baada ya kufunga washinde, kuna watu wanafunga ili baada ya kufunga wasamehewe dhambi. Kuna kila mfungo una maana yake kila anayefunga anajua kwa nini anafunga. Ndio maana wale wanaume arobaini walisema tunafunga, hatuli chakula asubuhi mpaka jioni, mpaka tumue Paulo. kama unanielewa sema amina, sema amina. Kwa hiyo sio mtu anakuambia tumefunga, amefunga kwa ajili ya nini? Watu wa Ninawi walifunga siku tatu ili wasamehewe dhambi, wale wanaume arobaini walifunga ili wamue Paulo. Je, unajua ni wangapi leo wanafunga ili wakuwe wewe? Wachawi nao wanafunga, uliko kashangaa na mtu unamwona anakonda tu anapauka anachoka, lakini anay... ni na kanisani, kumbe ni mchawi. Kwenye ulimwengu wa wachawi ameambiwa ili akuwe wewe lazima afunge ili awe na nguvu za kukuua. Kaona nielewa, sema amina. Ameambiwa afunge ili awe na nguvu za kukuua kwa hiyo anafunga, wewe unamwona tu. Bwana, siku hizi shoga, unakonda kumbe, mwenzio uko kazini. Siku hizi, ndugu yangu, mbona unachoka namna hiyo? Kumbe mwenzio anajua chambo, amekabidhiwa aitoe roho yako au haribu uchumi wako au haribu afya yako. Amekabidhiwa chambo, unamwona tu yupo mtu, kumbe anafunga, ama anafunga usiku ama anafunga mchana. Anaweza akafunga hata siku arobaini. Akimaliza tu wewe unapata ajali, ufariki. Kuna dua za kishetani ambazo, ili mtu apigwe mpaka afe, kutoa wai, lazima anaye kutoa waingie gharama, afunge na amaliza, apewe sadaka, alafu akufyatiwe. Sema eme, sema eme, akufyatiwe kwa asikao tu, unasemaani? Jamani, sasa hivi watu wanatafuta Mungu, yaani hata wasiosali wanafunga. Wewe kuwa makini. Sio kila anayemwona ana mwili ni mwanadamu wa kawaida, wengine si ni mashetani. Sio kila anayemwona ana mwili ni mtu wa Mungu, wengine chini, chini ni majini, jini kabisa ana mbona, ni jini kabisa ana jambo lake la kishetani. Kama unanielewa, sema amina, sema tena amina, sema tena amina. Mungu akusaidie leo, uwe huru kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie leo kila, nataka leo nataka niombe na nitangaza kwenye ulimwengu wa roho, kila aliyofunga kwa ajili ya kuharibu maisha yako, kuharibu uchumi wako, kuharibu afya yako, ninaamuru kwa jina la Yesu mfungo wake omfunge kwa jina la Yesu. Hebu sema afungwe yeye. Ungekuwa bwana, ungekuwa shujaa, ungesema kwa sauti ya kupasua miamba. Hebu sema afungwe yeye. Kwa jina la Yesu sema amen, sema tena amen, sema tena amen. Sikiliza, nimalize neno tu. Kufunga maana yake ni kufunga kitu, kukaza kitu, kuzuia neno tu. Mfungo, nimefunga yaani, kuna yaani kitu umekifunga. Kwa nini? Ndio maana kila mfungo lazima uwe na maana. Wengi wanafunga tu kama desturi, ni mwezi wa Kwaresima wanafunga lakini hata ajui anafunga nini mjana tu, tunafunga ni mateso ya Yesu, wodi ambao Yesu alifunga kwenye mateso yake. Yaani wao kusoma Biblia wanasema hivi, wakafunga siku arobaini kwa Yesu akenda kuteswa. Mfungo wa Yesu wa siku arobaini ulikuwa ni kwa ajili ya kupata nguvu ya kumtumikia naye Mungu, sio kwa ajili ya mateso, ila kwa sababu watu wajui kinachofungwa ni nini, kila mtu anafunga Haleluya, mfungo lazima uwe na maana. Ndio maana unaona watu walinaye walifunga, wakatangaza kufunga ili kugeuza moyo wa Mungu, yani kufunga hukumu ile ya maangamivu. Tunafunga ile hukumu ya kifo, wakafunga siku tatu, wakaifunga siku tatu. Yani Mungu anasema katika siku tatu wataangamia. Mfalme yule ni walooli Akajua kasiku kifunga ile mauti, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu Mungu ataizuia, haitakuja. Kwa hiyo atashindana ile leola Bwana, wakasema huku anaomba msamaha, huku anaifunga mauti kwa kujizuia kula. Ule ni mfungo hey. hey. ni sheria ya rohoni. Amina, haleluya. Sasa wewe nafungaga nini? Ndiomama kufunga awe na misheni maalum kwa maalum nini nafunga

Sasa kuna una nikwambie, kwa sababu wewe unaenenda gizani. Sio gizani kwa sababu hujaokoka, wewe umeokoka, ila gizani kwa maana kuna aliyofichwa mbele yako. Kuna mtu kabisa amefunga, alikufungia kabisa siku saba. Unajua makanisa unayaona hivi, ndio maana zo alisema sikuja kuleta amani duniani. Kuna mtu anakuchukia wewe, anasali kwenye kanisa kama waliookoka Amefika, umeleta mchungaji wake, mchungaji wake akasema tufunge kabisa mpaka afe. Na wewe umeokoka, unasali hapa, na wewe ukaja kwa Mungu, lakini nikasema tufunge mpaka afe. Kwa hiyo kwenye ulimwengu alo, kuna mifungo imefunga watu, wanafunganishwa huko halo, hey. Ndio maana mimi sijawahi nimwambie mtu tufunge mpaka afe, ila leo nakuja kusambaratisha mifungo yote ambayo mtu amefunga kwa mtume kwa nabii kwa mchungaji kwa mwalimu wa uongo, ili wewe upate matatizo. Nasema afungwe yeye kwa jina ya Yesu. Wachawi wanajua sana nguvu ya madhabahu. Wanapokushindwa wanaamua kwenda kusali kwenye kanisa fulani, wanajua waunganishe nguvu yao na nguvu ya madhabahu. Wanamchochele mtumishi maneno, ametufanyia vibaya yule mtumishi anapo maelekezo ya kimungu, anawaambia fungeni siku saba. Kufunga siku saba maana yake, wanakufunga wewe, uwezo wako wa kushinda. Kwa hiyo wanakufunga na kutaka familia fulani kamekufunga wewe, kamekufungia wewe, kamekufungia uvuke kiuchumi, kamekufungia wewe usipate, kamekufungia walibike, wamekufungia siku saba na waishia hapo, wanaendelea kufunga kwa ajili yako. Na kuna matatizo mengine hayaji kwa sababu unalogwa yanakuja kwa sababu kuna kamtu mahali kana kufungia wewe. Kidogo leo sura imebadilika kidogo, imebadilika, imebadilika hivi, eh, eh, eh. Ulikuwaga unajua nakushambulia no ni wachawi tu, hata mtu akifunga akaomba mabaya yanakupata. sijua unanielewa watu wanakufungia mahali kabisa wanafunga yani, wamefunga siku saba, nane, siku saba siku kumi na nne siku arobaini kabisa, unaona watu wanakonda kabisa, unasema saa hizi wameisha k wameisha kwa ajili yako kuneneta wao, kwa yako wakianza kunenepa wao, wewe unaanza kuharibikiwa. Ndio maana kwenye maombi yako usisahau kupiga mifungo yote ya kishetani ambayo watu wanafunga ili wakuangamize wewe. nanipata za sawa? Watu wanafunga ili wao uishe wao watokee, okay. Na kanuni ya Mungu ni moja, haki yenu isipopita haki ya Mafarisayo. Mafarisayo sifa yao ni unafiki, wanajifanya wameshika imani lakini nyuma yao na mambo mengine ya giza yasiyo sawa. Haleluya, haleluya.